Asante sana mheshimiwa makamu mwenyekiti, kuna muuliza swali kutoka Facebook, anaitwa Dorcas, amekuuliza swali hapa, anaomba nilisome, kwamba unazungumziaje kesi iliyofunguliwa na waliokuwa watangulizi wako upande wa Zanzibar. Kwanza e, waliofungua kesi Mtu mmoja anaitwa Ahmed Rashid, ni mtu ambaye mimi nilianza naye chama mwaka tisini na mbili, na yeye alishirikiana na mheshimiwa Msimbeleke kutafuta wadhamini kule kule, kule, kule kule Pemba. Ninamfahamu mama Alcon, yeye alijiunga na chama hichi miezi minane baada ya chama kuanzishwa. Mama Kom alijiunga kule Kilimanjaro, alijiunga kule Kilimanjaro lakini namfahamu kijana anaitwa Saidi Isa Mohamed, ni e, kijana mdogo kabisa. wakati mimi mwaka elfu mbili na sita inakwenda Pemba kwa ajili ya kuchukua maoni juu ya mchakato wetu wa, wa, wa katiba chama e, chetu mabadiliko ya katiba, yeye alikuwa bado ni mwanafunzi wa shule e, na pia alikuwa alikua ni kijana wa waugar a. Mimi siamini na sitaki kuamini na situamini kwamba kesi hiyo umefungua kwa akili zao. Siamini, siamini, situamini na sitotaka kuamini mpaka siku ya mwisho kwamba kesi hiyo alikuwa amefungua kwa, kwa, kwa akili zao. Sio, sio kweli. Issa Mohamed amekuwa makamu mwenyekiti kwa muda wa miaka kumi na tano na bahati nzuri, alikuwa na mahusiano mazuri na mwenyekiti Mbowe alikuwa na mahasiliano mazuri na katibu mkuu. Ule anaingia katibu mkuu alikuwa d eh, baadaye katibu mkuu Mnyika ni kijana mwenziwe, walikuwa na mawasiliano mazuri walikuwa na, Rashi, na alikuwa anaheshimika sana. Kwa hivyo chochote kile ambacho kilitakiwa kija Zanziba kingekuja tu, na hata kamati kuu iiyokaa kupitisha ununuzi wa, wa majengo, tumenua jengo hapo eh, mikocheni Kamati kuu hiyo hiyo ilipitisha kununua jengo Zanzibar na jengo lilipatikana, lilipatikana eh, na fedha ilitengwa. Jengo lilipatikana, kuna mtaa mmoja unaitwa Pendani, jengo zuri tu lilipatikana kwa ajili ya makao makuu ya Zanzibar. Lakini cha ajabu na mastaajabu makubwa, wakati viongozi walipokuja katika mkutano wa eh, baraza la wazee, katika kongamano ya baraza la wazee, ndipo ilipoanza kutokea ile fukuto fukuto, kutoka kwa hao hao, walifungua kesi kukwamisha ununuzi wa wa jengo la makao makuu ya Zanzibar. Sasa leo lazima kwamba bara imenunua jengo Zanzibar, haijanunua jengo, lakini hao walioshtaki ni hao, walikwenda kukwamisha ununuzi wa wa jengo. Kule Pemba kuna mapikipiki saba ya ya Chadema yote yana milikiwa na familia ya huyo huyo makamu mwenyewe, tangu alipopelekwa mwaka 2014 mpaka kesho, wanao wao nyumbani kwao wale viongozi wengine walikuwa hawana hawana. Yeye nyumbani kwake mapikipiki ya chama mpaka ana haribika, na ukitaka pikipiki wakati huo anakaka yake huyu alikuwa katibu wa kana e, ya Pemba ambaye sasa ni, ni, ni afisa mzamini wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ukachukua ufunguo kwake. Wakati mapikipiki kama yalikuja hapa Unguja, kila wilaya tuliipa pikipiki moja eh? Kuna gari lilitolewa na makao makuu kuja Zanzibar gari la chama, niliishi hapo Dar es Salaam tangu siku iliyotolewa mpaka tunaingia uongozi mpya, tunakuja kukabidhiwa, kesho kunisafirisha kuja Zanzibar, ndio omo imefunguliwa kesi ya kuzuia matumizi ya mali za chama. Baada ya kukabidhiwa ile gari, inaamini kwamba wanajua, anajua gari, ngoja tuwakabidhi sasa. Ni gari ya Zanzibar, lakini inaishi Dar es Salaam na inatumiwa na kiongozi mkubwa wa, wa, wa, wa, wa Zanzibar ambaye alikuwa anaishi Dar es Salaam, haishi Zanzibar, kalieka pale kati ya jari la, la, la, la Zanzibar, lakini haya mambo yako mahakamani. Hata ukenda kwenye kwenye mgawanyo wa hizi ruzuku e, za chama, ukiangalia ukubwa wa Zanzibar na ruzuku ambayo tulikuwa tunapata chama kwa hii awamu a ya, ya, ya uchaguzi, baada ya uchaguzi tulipata kama milioni mia moja na saba na kile ambacho kilikuwa kinakuja Zanzibar kina na ukubwa wa Zanzibar, zaani mambo tu ambayo yaliletwa ya, ya makusudi kwa ajili ya kutuvuruga, kutuzuia ile non form election mkutano ile siendelee. Eh, baada ya mkitu kukamatwa eh hichi atakana ile mkutano, wakaona sasa kufanya nini, tuizuie CHADEMA kufanya shughuli zao za chama. Na ndio maana kuna tafsiri mbalimbali, mara mtaambwa msifani, mara hivi, mara hivi, lakini sikimaamini haya yote ya, ya Aisha yatapita na kwa nia njema e, chama hichi kitashinda kita tuta, hii kesi mimi naamini, na taifa pia litashinda na Watanzania tutaishi vizuri na kwa kuamiana, kuliko mwaka amwezi. Wanasema e, dhahabu ili pendeze zaidi lazima ipite kwenye tanuri la moto. Kwa hivyo sisi Watanzania tumepita kwenye hili tumeona kila kitu. E, watawala wameona kwamba Watanzania hawa sio wale Watanzania wa malipo. Tanzania hawa sio wale Watanzania wa wanasani Watanzania hawa sio Watanzania wa Mkapa, Watanzania hawa sio Watanzania wa Kikwete, Watanzania hawa sio Watanzania wa Magufuli. Na hapo ndipo Watanzania walianza kushtuka, wakaona mambo bora yanabadilika kila siku, mambo yanabadilika kila siku e. kwa hiyo Watanzania walikuwa wanaandamana mioyoni e, ile tarehe 29 tu waliamua kutoka hadharani sana. asante sana mheshimiwa makamu mwenyekiti ya, katika kuelekea ukingoni nilitamani sana kuelekea tarehe ishirini na moja ya Januari hii kupitia baraza hili la kidigitali waambie neno lolote jema, kama kiongozi wa chama wanachadema wote wa Zanzibari, lakini pia wanachadema wote wa Tanzania kwa ujumla, maana kwa sasa chama kipo mikononi mwako pamoja na mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Tanzania bara mheshimiwa hasa kabla ya kusema hayo, ni mkaribishe katibu aweze kusema neno la mwisho, then utatoa neno la mwisho kwako, mheshimiwa makamu mwenyekiti. Mheshimiwa katibu Helen, karibu sana. Eh, asante sana mheshimiwa naibu. Eh, mimi ni napenda kumshukuru uh, mheshimiwa makamu Saidi Mzee makamu mwenyekiti Zanzibar kwa majibu yake mazuri, na Watanzania wote tumeshuhudia jinsi mheshimiwa alivyojibu maswali kwa hekima na busara, na hii inaonyesha kwamba anauishi ubazecha na nakupongeza sana kwa hilo. Uh, kwa kumalizia tu, ningependa tu kuwajulisha Watanzania na kuwakaribisha katika chama chetu cha CHADEMA hususan wale waliofikia miaka hamsini, kwa maana bazecha wanaanzia miaka hamsini ili tuungane kukijenga chama na kuungana na wazee katika kutetea haki na maslahi mapana ya taifa letu kwa ujumla. E, sitakuwa na mengi zaidi, basi narudisha usukani kwako mheshimiwa naibu Tafadhali endelea. Asante, asante sana mheshimiwa katibu. Basi makamu, mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama Zanzibar, mgeni wetu leo katika baraza la kidigitali, kwa niaba ya baraza na kama alivyosema katibu, naomba uzipokee shukrani hizi, lakini pia tunasubiri neno lako la mwisho kama kiongozi wetu wa kitaifa kwa sisi wanachadema na viongozi wenzako pia. Karibu sana mheshimiwa makamu. Ya, naona mheshimiwa makamu tatizo la mtandao linaendelea lakini kwa ujumla ameeleza mambo mengi sana. Ameeleza historia ya chama Zanzibar, historia ya baraza letu. Lakini pia amefanikiwa kujibu maswali kwa ufasaha sana. Kwa hiyo tumie fursa hii mheshimiwa katibu kufunga shughuli yetu ya baraza ya kidigitali na tunawashukuru wote.